Na wewe ujumbe mmoja mzuri sana hapa, kifungu kimoja ambacho Wakristo wengi tunakisoma vibaya na kukitafsiri vibaya. Kifungu hiki ni Luka sura 16 mstari wa 13 na lukasura na nasomaje hapa mm -hmm. hakuna mtumishi aweze kuwatumikia mabwana wawili, kwa kuwa atamchukia huyu na kumpenda yule mwingine Ehe. Uh -huh. na atashikamana na sana na huyu na kumdhalau yule mwingine. Point. nazungumza nasema ah. Hamuwezi kumtumikia Mungu pamoja na mali. Yaani, kuna kitu kinaitwa Mungu na kuna kitu kinaitwa mali. Mungu anazungumzwa hapa ni Mungu wa mbinguni. Mali, usifikirie kwamba ni mali kama unavyofikiria mali. Maana yake ni utajiri, lakini pia hapa chini ya Biblia, hapa chini wametafsiri kidogo, wanasema mali au utajiri hapa kutokana na neno mamoni. Mamoni ni kitu gani? Mamoni ni mmoja wa malaika walioasi kutoka mbinguni pamoja na Shetani. Yaani Shetani alipoasi, kwa kuna jopo la malaika aliwateua, kuna wale wanne na wengine wako wanaitwa nane. Sasa Mammon yuko kwenye kundi la wale malaika wa asi nane, ambaye kuna Ariton, kuna Paimon, kuna Ma, Mammon mwenyewe, kuna Abaddon, kuna Astaroth, kuna Baal na wengine tutazungumza hawa, lakini lakini tuzungumzie Mammon. Mammon huyu ni roho au ni ni, ni, yes, ni, ni roho ambayo inasimamia mifumo yote ya kifedha na utajiri. Shetani alipomjaribu Yesu pale alimwambia hivi, ukinisujudia nitakupa mali zote na vitu vyote na duniani, ulikuwa unaelewa maana yake? Maana yake mwanadamu yeyote asiyekuwa na Mungu ndani yake ili aweze ya kufanikiwa na kuwa na, na utajiri lazima amwabudu Shetani ambaye amemweka, ambaye amemweka malaika wake anaitwa Mammon. So lazima umwabudu Mammon. Utajuaje ya maisha yako yako chini ya Mammon? Mammon ndiye anayewazuia wa Kristo wasitoe sikia, kwambie ndio maana kuna mtu alikuwa ni mtoaji kabla hajamjua Mungu, akimjua Mungu awe mtoaji Mammon. Elewaga hivyo. So mamoni sio, sio, sio yani mamoni ni Mungu pia, kama vile amesema hawezi kumtumikia Mungu na mali. Yani mamoni ni Mungu kamili. Mamoni ni roho kamili ya kishetani inayomiliki mifumo ya kiuchumi na kifedha duniani. Umewahi jiuliza kwa nini mataifa makubwa duniani yako tayari kufadhili vita, yaani watu wafe, lakini hawako tayari kujenga hospitali, kuleta chakula, kusaidia maskini, kuwajengea nyumba? Hawako tayari lakini mambo mengine ya vita, machafuko, wako tayari kufadhili. Kwa nini? Kwa sababu mifumo yote ya kifedha inasimamiwa na mambo. Ukimwona mtu ni bahili Mabairi wote duniani wako chini ya kifungo cha Mamoni. Wasiotoa mafungu ya kumi wako kifungo, wako chini ya kifungo cha Mamoni. Mamoni ndio roho inayozuia watu wasitoe. Sikia, kanuni ya kiuchumi ni bajeti, lakini kanuni ya kishetani au uchumi wa kishetani ni ubairi, kwa sababu Mamoni amewafunga watu, so mtumikie Mungu na sio Mamoni.